Naam, karibu sana mwanamichezo, tuweze kuzungumza michezo na burudani na ripoti moja kwa moja kutokea hapa steshini bandarini, kwenye boti za Azam melini. Mi niko na Bigi wa Azam. Jana kombe la shirikisho barani Afrika limeendelea tena kwa Azam FC dhidi ya Wydad Casablanca. Goli la amrabat linawanyong'onyesha Azam FC, bila kulisahau goli la kitamba la bola. Ndugu yangu uko kwema? Uh, kwema kwa maana ya a shukuru Mungu kwa uzima, lakini kwema kwa maana kwamba kwamba kichotipeleka Zanzibar na ninachorudi nacho sicho ambacho nilitarajia kukipata. Kwa hiyo kwema ipo na kutokuwa kwema pia kupo. Kwa hiyo kwema ni kwa ajili ya kufika salama, yes, kwema ni kwa ajili ya kufika salama, lakini sio kwema kwa ajili ya kile ambacho tulikuwa tunadhumuni dhumuni la kwenda ku, Zanzibar alijatimia bwana. Mmepoteza tena mchezo mwingine wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika Azam FC. Kwenye kila mechi ana concede. Mechi ya kwanza alianza kwa goli mbili, mechi ya pili ana concede jana goli moja. Vipi wana Azam FC, big wa Azam kulikoni tena? Kuna vitu kuna vitu bado hatuko serious navyo, kuna vitu bado hatuko serious kwa hiyo kuna, kuna utoto bado tunaofanya. Kwanza timu yetu inatengeneza nafasi nyingi sana, lakini mastika wanatuangusha, akina kitambala wanashindwa kufunga magoli JFT, wanapata nafasi ambazo wanatakiwa kufanya finishing lakini bado wanafanya vitu ambavyo havieleweki. Akina sopu yani, mstari wa mbele sopu, akina nado, wote wao wanapaswa kuwepo kwenye lawama ya timu. Kwa nini Azam mpaka Azam FC mpaka sasa hivi inashindwa kufunga goli? Umeelewa? Lakini tukienda kwenye excuse nyingine, tunapata magoli kama hivyo. Umeona magoli Kitambala amefunga goli, goli la halali kabisa, lakini unashindwa unashindwa kuelewa kwa nini ile refa anakataa goli kama lile. Umeelewa? Kwa hiyo tunapao, narudi kwamba unarudi kwenye upande wa nani, kwa upande wa viongozi wetu, wanayangusha timu kwa namna moja au nyingine. Sio ndio wanaangusha kwa sababu hawezekani. Tunakataliwa vipi goli halali kama lile? Unakataliwa vipi goli halali? Mpira wa Afrika ndio mpira wa vile? Yeah. Sio, umeelewa? Ndio maana naambia soka la Afrika ni kama mtu ambaye mtu ambaye, okay, kama umeenda kwenye kijiji cha watu ambao ni chongo. Wewe mwenye macho mawili ndio unakuwa mlemavu. Umeelewa? Wewe ambao una macho mawili ndio. Kwa hiyo lazima ujaangalie jinsi gani ambao utafanya ili uweze kwenda sawa na wale ambao nini, ambao ni machongo. Lakini inavyoonekana watu kama vile hawafikiri chochote kuhusu Azam FC, watu wanaangalia tu mambo yao wao, mambo yanaenda basi na maisha yanasonga mbele. Kuna watu wengine sisi tunapigika na maisha yetu. Deliki unanijua mimi, shambisha mambo nafanya. Mimi naangaika hapa nauza samaki, ya samaki yenyewe, ya shilingi elfu tatu, shilingi elfu mbili mbili. Napata hela mimi leo, napata hela, mpaka napata hela, mpaka napata nauli ya kwenda Zanzibar, elfu sita na tano kwenda, elfu sita na tano kurudi. Sijalipiwa na mtoto, nimetoa hela yangu mwenyewe mfukoni. Ila wao wanakuja watu wanatujambisha mambo ya kijinga kabisa. Vitu ambavyo havieleweki kabisa. Mimi hamna kitu kimeniuza kama refa kukataa goli la halali. Kwa nini refa akataa goli la halali? Mbona kuna wenzetu wengine magoli ambayo sio

timu ijafunga goli hata moja, kiongozi anapata utuvu wa kwenda night club, aenda kuruka debe. Yani ana habari kabisa, ajui kama kuna kitu kitotokea, yani anajisikia raha tu kile ambacho kimetokea, anapata anapata utuvu wa kwenda night club. Wewe una night club unakufanya nini, na Azam FC imeshafunga mechi mbili mfululizo, afu ndio kiongozi wa Azam. Sisi mimi na kwamba tumechukua apartment pale shilingi laki moja na nusu Umeelewa? Usikutoka kwenda kutoka, sehemuheto unashindwa kwenda, unaenda kufanya nini? Unashindwa yaani, una raha gani yo wakati umevuka umevuka kwenda Zanzibar, na ulikicho upeleka Zanzibar hujakipata, umeenda kuambulia maumivu. Wewe una unatoka za koit clabu yaani ya, kuna vitu vinasikitika, Azam FC, kuna swala la uongozi, kuna sehemu watu hawako serious na timu, na navyoonekana hawana mpango kabisa na hii timu, wanafanya tu mboa, wow! Kwa sababu ni majukumu ambao washapewa na mabosi wao kwamba wewe kaa pale simamia hiki, wewe kaa pale simamia hiki, basi yani wanafanya kwa sababu ni majukumu ambao wamepewa, lakini sio wanafanya kwa maana ya kwamba wanatamani kuitoa Azam FC sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Watu hawazi kabisa kuhusu Azam, nisikilize mimi Kombe, amba, amna, amna Mina, mimi nakwambia, yaani watu hawawazi kabisa kuhusu Azam FC kutoka kuitoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hata watu hawawazi. Hamna mtu ambaye, hamna mtu hata mmoja ambaye anasema kwamba mimi mimi nipo Azam FC, nataka nikitoka hapa niache legacy fulani, niache mimi nileta kitu fulani, hakuna. Kila mtu anaangalia tu michongo mlija wake, wala utakuwa unashuka vipi, maisha yake endelee, basi anasonga mbele, lakini kuiwazia timu kama timu watu tamu hiyo hawana, na ndio maana mimi, kuna kitu nimekiona, ndio maana watu wengi sana wanakuwa wataki, ndio maana kuna mipaka mingi beria zipo kibao kwenye swala la ushabiki wa Azam FC na hata kuwa karibu na viongozi watu hawataki kabisa, kwa sababu wanajua ukiwa oh, karibu naye oh, oh, oh, oh, yaani yani, mkisogelea sana timu mtu mtakuja ugundua madudu kama yale, umeelewa. Mi nashukuru Mungu nimeenda trip ngapi za Zanzibar, hii trip ya pili nenda Zanzibar na sasa hivi kidogo nipo nani, naifuatilia na timu kidogo, dama kwa dama, naona kuna madubwasha kibao ambao watu walikuwa wanataka kuyasema. Umelewa, na hakuna msemaji yani, Azamu ni chombo ambacho kinaenda mlama na hakuna kukisemea, si ungetutasema kwa sababu tunatumia fedha zetu mengi, tu sasa ndio maana komba, sasa ndio maana kakomba, ujiulize swali, mashindano yote ya Afrika. Umelewa, wenzenu wanafunga magoli kwa halali ya Afrika ne, Sio mkono, mkono, sasa huu mkono nimesikia kuna watu wanaofupisha, eh? Lakini, yes, kuna watu wanaofupisha mkono, ila mkono, we, kuna we, kabisa wapo. Kuna sehemu vitu ndio vinakuhamia, vitu ndio hivyo watu wanapata posho mwisho wa siku, wanaweza kuruka debe, yani posho zile ambazo bwana likibisha mchongo hapa ile jambo liendelee, ile mambo ya yeye ule mchongo anachukua, au sio bwana? yeye anatafuta jinsi gani achukue goma lake, waondokeza huko ni klabu, twende bwana tuvuke, yani, watu wanataka kwenda, watu wanaenda kwenye piknik Zanzibar. Yani, unaenda kwa mechi, unaenda kwenye piknik sisi tutawaambia yani, ukweli kwa sababu kuna watu 10 hatupati kwenye Azam FC na tunaua hela zetu, imeniuma sana mikuwa kwa hela yangu almost karibia laki na nusu nakwambia, miaambia go ndeli tani elfu sabini kwenda kule sehemu kula, yani laki na sabini, kwa sababu tumechanga. Kuna mwamba mmoja ametoka Gailo, nisikilize, mi nakwambia Deliki ametoka Gailo, gai ametoka Gailo tumelala naye chumba hiki kimoja, maana tumefika uwanjani, tuambia mwanangu, sisi sema kulala kula, sema kula, mimi sijui nalala, sema ngeto, tukambiaje tu, tukochukua apartment tumechukua tu, hawa watatu, umeelewa wewe, wanne kwa sababu mwanetu Azamu, wenzetu kulitapata sema kulala, ila changia tu hela, umeona, amechangia ametoka Gairo. Hebu niambie, mtu kama utaweza kumrudisha tena kwenye kona mechi ya Azamu? Kwa sababu ya upuuzi wa watu wachache kabisa, kuna vitu wanatufanyia viongozi ni vitu vya kiboyo, wapambane waangalie ibenge timu. Hamna mtu, hamna mtu hata mmoja ambaye ataongea vibaya kwenye timu, wachezaji timu inacheza vizuri, kila mtu anafurahi timu ambayo inacheza, umeona, sijui timu inafunga magoli. Umeona magoli ya Kiafrika yalivyo likifungwa goli na mchezaji, kwa likiwa limeshaingia kwenye nyavu, nyinyi viongozi ligandamizieni, ndio kinachotokea yani. Mchezaji akishoka kwenye neti, nyinyi viongozi ndio mnaligandamiza lile goli, kwamba lile goli lisemaje, lisitoke tena, ndio likae huko huko. Lakini wewe mchezaji anafunga goli, wewe kiongozi umerelax, tunaangalia hivi watu wanachomoa tu ile goli. Ndio ndio ndio ndio ndio mimi nakwambia hawa wengine tunawachekaga tu. Mimi nakwambia tunawacheka tu, kwa mfano kama Yanga tunawacheka. Mimi binafsi ni mmoja kati ya watu wanaozomea sana Yanga, na ni kweli wanafunga magoli ya haramu mengi, hamna mtu asiona, lakini haramu yao wanaondoka nayo, na ndio mpira wa Afrika. Haramu ndio inaokana ina tiki, au unafanyaje? na wewe timu yako iko Afrika kila siku tu, yani sisi ndio tunakwenda kujifunza sisi, yani kila siku ndio sisi ndio tunajifunza, wakati wenzetu wanafanya. Level ya Azam sio kufikia, sasa hivi sio kusio na mchezo mtu kwa mtu, asijiangalie yeye, aiangalie timu Si kama na kwamba amekutana na mfupa mzito, yule yule amepata nafasi ambapo kama sasa alikaipata nado tu, yule yule yule ameweza kukevwa, ameweka kwenye kamba nado akafanya je, akakosa ile goli. So yani kukosa kwenye mpira vitu vyaje vipi? Lakini kwa nini sisi tunakosa sana? Yaani sisi tunakosa fanikiwa kutumbukiza mpira nyavuni. Ndio hivyo. Sisi tunakosa sana na hata hiyo kidogo tukiipata nayo inakataliwa. Yaani kidogo ya alaji tukiipata nayo inakataliwa tena. Hasa kwa nini sisi tuna feli? Kwenye ligi ya Tanzania tunalalamika hivyo hivyo. Yaani inaonekana sisi tumejizuru mpaka na Mungu anatujambisha na Mungu. Kwa maana yake kumbe tunaona kabisa kwamba kumbe kuna watu hawana mpango na ile timu. Yaani watu hawazi kuhusu ile timu. Watu nacho no kiwazia wao. Bana vipi? Tunaenda wapi? Huko unajua kuna kulukarebe. Yaani watu wanawaza kwenda pikniki. Yaani safari yoyote ambayo inahusu Azam FC watu wanaanza kwenda piknik, baada ya kwenda kufanya kazi. Sasa, shida ni viongozi wakubwa lolo. <coughs> <coughs> ukiona kwenda hela yangu, nimetoa pesa yangu e, shauri yako, shauri yako.